Upendano wa ndugu lazima ufanye nini? Eh? Lazima hudumu na upendano wa ndugu, sio kusema tu nakupenda, nakupenda sana ndugu yangu. Hapana, upendo huo na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niwaulize swali. Mimi na mama mchungaji tukawapenda tu waliokaa hapa katikati, mtakaa hili kanisa? Kwa nini hawatakaa, eh? Eh? Eh? Kwa sababu mtaonekana tumewabagua. Kanisa lisilo kuwa na upendano wa ndugu huwa alifiki mbali. Na upendano wa ndugu, Bibilia inasema hivi. Ukisoma hapa katika kitabu kile cha Petro wa kwanza moja 22 anasemaje? Petro wa kwanza moja 22 anasema hivi Mkiisha kujitakasa roho zenu kujitakasa roho zenu kwa, kwa kuitii kweli, hata kufikiria upendano wa ndugu, Hata kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki, Kusio na unafiki. Basi jitahidini kupendana kwa moyo basi jitahidini kupendana kwa moyo. Kanisa ni lazima tupendane kwa moyo. Amen, tupendane bila unafiki Amen. A ninapoongea haya ni kitu kigumu, watu mlisha haribiwa mambo mengi mioyo, lakini nataka nikwambie ukitaka kuwa mkristo wa ukweli, ni lazima uwe na upendo na ndugu. Amen. Na ndugu kibibilia ni yule aliyeokoka, ni yule aliye kanisani oja, nikuonyeshe ili ujue ninachokihubiri. Hebu tuende tuone katika kitabu kile cha Ona hapa ili uelewe ninachokifundisha. Wokovu unatufanya sisi tuzaliwe mara ya pili. Na tukishazaliwa mara ya pili baba anakuwa mmoja. Yesu mwenyewe aliwahi kufanya jambo ambalo liliwashangaza watu Matayo kumi na mbili Matayo kumi na mbili na mstari ule ukianza ule wa arobaini na tano inasemaje, au arobaini na saba Matayo kumi na mbili arobaini na saba soma huko. Sema ya kwamba, eh, mtu mmoja akamwambia tazama, tazama mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wamesimama pale nje wanataka kusema na wewe akajibuje Yesu? Ehe, kawambia akamwambiaje yule aliyempasha aliyempasha habari? Yule aliyempasha habari. Mama yangu ni nani? Mama yangu hivi ni nani? Na ndugu zangu, na ndugu zangu. Na ndugu zangu ni akina nani? Na ndugu zangu ni akina nani? Akawanyoshea mkono wanafunzi wake. Akawanyoshea mkono wanafunzi wake. Akasema, akasemaje? Tazama. Akasema tazama. Mama yangu na ndugu zangu. Mama yangu na ndugu zangu. Ehe. Kwa maana yeyote atakaye yafanya mapenzi ya Baba yangu, ya yangu aliye mbinguni, mbinguni. Huyu ndiye ndugu yangu. Huyu ndiye ndugu yangu. Na, ungu langu. Na, ungu langu. Na ungu langu. Na mama yangu. Na mama yangu. Hivi Yesu hapo alijibu vizuri ni yaani, mama yangu ametoka pale Magu, akaja na ndugu zangu Magadanga, Jeremia na Jafe wakaja mpaka hapo nje. Walipofika hapo nje, wakaona kuingia ni tabu kidogo, wakakaita kijana kametoka hapo nje, akamwambia mwambie mchungaji kwamba mama yako na ndugu yake Bagadanga Jeremia na Jafe wako hapo nje, tunawahitaji. Kakaja samani, baba mama yako. Na ndugu zako Magadanga Jafe na Jeremia wako hapo nje wanakuhitaji. Alafu nianze. Hivi ndugu zangu ni nani? Ha? Hivi kaka zangu ni nani? Sikilizeni. Ndugu zangu ni nyie mlio kaa hapa kanisani, na dada zangu ni nyie mlio kaa hapa kanisani na wote mnao nisikiliza. Kwa hiyo hao walio nje watajijua, watajisikiaje? Eh? Wataendelea kunisubiri, wataondoka na taarifa gani? Gari. Eh? Mchungaji huyu walogirwe. <laughs> Amelogwa mchungaji, na washirika wake, washirika wake wameigeuza akili Yani mimi mama mzazi kabisa nitoke Magu na wengine ndugu zake, tukaenda katujibu hivyo. Bibilia inapozungumzia habari ya ndugu, ni wale walio kanisani, sio walio nje. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna wakati mwingine nikiwahubiri hamuelewi. Mimi hapa ndio baba yako, yule pale ndio mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe? Yaani nyiye mimi ndo anaweza kuguswa na shida yako vizuri kuliko ndugu yako mwingine tena meokoka. Na hivi umeokoka na wamekukasirikia, hilo kole limekuwa lilokole huko duniani, limeacha mila zetu, halitaki hata kutusikiliza. Juzi tulikuwa na ujenzi wa makaburi, halikuja nati kujenga makaburi ndio undugu. Biblia inasema upendano wa ndugu na ufanye nini? mbona muongei eh? na lazima upendano wa ndugu usiwe na unafiki. Unafiki ni mbaya, naongea na watu kweli, naongea na watu kweli. Amen. Unafiki ni Ambia jirani, unafiki ni mbaya. Unafiki hua huko hivi. Ah, vipi ndugu yangu, kwema? Za nyumbani, unaendeleaje? Kwema sana. Huyo ah, ajui. Anaogopa. Njoo wewe, tolie mfano eh? Unafiki huko hivi. Vipi za siku hmm? okay. Unaendeleaje? I say bana, nimekumisi sana Eh, za siku. Amejua nilichokuwa namfanyia unafiki, huko hivyo. Sasa amecheka, unajua umecheka, unajua nilikuwa namfanyia nini? <laughs> anasema ulikuwa nafanya unafiki <laughs> wakati na kukumbatia, nilikuwa ilikuwa nakuzomea hivi. Unaona sasa, ila u ila hawa si wameona, ndio unafiki unakwaga hivyo. Usimfanyie mtu unafiki. Unayempenda mwonyeshe upendo, shikamana naye, msaidie kwenye shida, mshauri vizuri, usimwonea wivu mtu akipata kitu, anaweza azidiwe. Amen. Eh, e, ndugu yangu basi Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. E, usimwonee mtu wivu kwa sababu amepata hatari kuwa na kanisa lililojaa unafiki. Ni bora tukauze mahindi kuliko kuwa hapa kwa unafiki. Ukienda barabarani kuuza mahindi utapata mia, lakini tumekaa hapa tunaingiza chochote, alafu eti sasa hapa ni wanafiki. Yani Bibikevi, kwa kweli yani mimi Ah, yaani bana, nikikukosaka niki pale kanisani, kwa kweli Mwa sijisikii vizuri. Bibi Kevi, jitahidi. Tunakupenda sana. Yaani Bibi Kevi, Mwa simpendi. Mwa nikimuona pale kanisani, nibora tu angehama kanisa. Hivyo yona, unamuona na msaada gani? Bibi Kevi, yaani Mungu akubariki sana. Juzi, yaani ulivyopamba, tunakushukuru. Yaani sijua lipamba aje. <laughs> Hilo kanisa ni kanisa eh, ni kanisa hilo, ni mashetani yako kwenye umbo la watu. Lazima tupendane. Amen, amen, amen. Eh, lakini sasa sisi tukiwa katika kupendana, sio kwa kuwa tunapendana sasa wewe wa kutukwaza tena.